wajili au Bwana Mungu wa majeshi wanakutafutao wasifedheheshwe kwa ajili, Ee Mungu wa Israeli, maana kwa ajili yako nimestahimili laumu, fedheha imenifunika uso wangu. Nimekuwa mgeni kwa ndugu zangu, na msikwao kwa wana wa mama yangu, maana wivu wa nyumba yako menyega, na laumu zao wanaokulaumu zimenipata.

kwa kipenzi wala sababu na dipodyo nao wanaonichukia. Katika vilindi vya maji mkondo usinigharikishe, wala vilindi visinimeze, wala shimo lisifunge kina chake churani ebo lici. Maana fadhili zako ni njema, kwa kadiri ya rehema zako unielekee, wala usinifiche uso wako, mimi mtumishi wako maana mimi nimo taabuni, umenchii upesi. Uikaribie nafsi yangu uikomboe, kwa sababu ya adui zangu unifidie. Wewe umejua kulaumiwa kwangu na kuaibika na kufedheka kwangu, mbele zako wako watesi wangu wote, na umenivunja moyo, nami ninaugua sana, na kungoinikaunikangoja aje wa kunihurumia, wala hakuna, na wa kunifariji wana sikumuona mtu wakanipa wakanipa uchungu kwa chakula changu, naamo nilipokuwa na kiu wakaninywesha siki. Meza yao mbele yao na iwe mtego, naamu wakiwa salama na iwe tanzi. Macho yao yatiwe giza wasione, na viuno vyao uvitetemeshe daima. Uimwage ghadhabu yako juu yao na ukali wa hasira yako uwapate. Matuo yao na yawe ukiwa pasiwe na mtu mkaaye hemani mwao, maana wanamwudhi mtu uliyempiga mpiga wewe, wanasimulia maumivu yako uliwatia. Watiya jela waongezee uovu juu ya uovu, wala wasiingie katika haki yako, na wafutwe katika chuo cha uhai, wala pamoja na wenye yake wasiandikwe. Mimi niliye masikini na mtu mzuri, Mungu wokovu wako utanyiinga, nitalisifu jina la Bwana kwa wimbo nami nitamtukuza kwa shukrani, naye yatampendeza Bwana kuliko ng'ombe na ndama wenye pembe za kwato. Walionewa watakapoona watafurahi, enyi mtafuta wa Mungu, mioyo yenu iwishwe kwa kuwa Bwana wasikie wahitaji, hata wala wala wadhalau wafunga wake. Mbingu na nchi zimsifu Baali na vyote viendavyo ndani yake, maana Mungu ataiokoa sarumu na kuicheka michi ya Yuda, na watu watakaa ndani yake na kuimiliki. Wazao wa watumishi wake watainifi na waipendao jina lake watakana. Bwana Yesu sa, tunajifunza kwa mambo manne. La kwanza mpendo katika Bwana, na napenda niulie leo kama unajaribu tatizo, unatatizwa kulia usiku, alijakukuta Bwana Yesu s ni mategemeo kwa kwamba machozi yako ayatenkakia, huwezi kulala usingizi wakati una kitu kinakuuma ndani ya moyo wako. Utamlilia Bwana, nasema usiku kucha lolesha olangu nisaidie. Jambo la mpendwa, katika Bwana, Mungu huwa atumlazimishi Kuna watu eshawasija kwenye mitandao na kwambia, nikamwambia Mungu, Mungu, yani mimi ni mtumishi wako fanya hivi Mungu. Sio koloa, Mungu anabaki kuwa anasema kwa wakati wako ukipata fadhili Bwana Mungu nisaidie. Unatengeneza onja na Mungu, kwa sababu anayejibu ni Mungu. Mungu sio mwanadamu. Hata ukisikia wagonjwa wanapona sio mwanadamu, Mungu. Ukisikia watu Mungu wanafunguliwa njia sio mwanadamu, Mungu kwa Mungu ndio mwenye mamlaka ya kuweza kujibu maombi na dua yako. Jambo la tatu mpendo katika Bwana, maombi yanahitaji uvumilivu. Mungu yuko unapoanza kuomba tu anasikia dua, lakini naomba ni kwa mimi usiwe na haraka na Mungu. Endelea kupiga magoti, endelea kumtafuta kwa bidii, na Mungu ataonekana kwako kwa uzuri. Fadhili za Bwana ni mpya kila siku, mchao ametupa mwaka mwingine, wakati wa kumjaribu, wakati wa kumwomba Mungu mapema asubuhi. Asubuhi manake ni mwanzo wa mwaka. Sio manake asubuhi umeamka saa kumi na mbili saa kumi na moja kwa mantiki na mkutano wa maandiko haya, manake ni mwanzo wa jambo. Ilie Mungu kwa ajili ya kuona makubwa katika maisha yako. Jambo la mwisho mpendwa katika Bwana, nilikuwa na shangaa sana. Mstari wa thelathini na tatu anasema, kwa kuwa Bwana huwasikia wahitaji wala hawadharau wafunga wake, si wafungwa, yani watu wanaofunga. Watu unajua, watu wengi wanapokuwa umefunga, ah, jamaa ameanza tena, jamaa ameanza tena. Naomba nikwambie kuna mkufu kwa jambo linapokuwa limepita, Yesu anasema jambo la namna hii haliwezekani, isipokuwa kwa nini? Kufunga, kwa kama maisha yalivyo. Ukiwa na jambo zito, jitahidi Jumatano, jitahidi Jumaa, muombe Mungu, mlee Mungu. Wacha ugali upite, wacha wali upite, wacha nyama ipite, lakini omba kwa Mungu. Hata wadharau chozi na mfunga wake, mlee Mungu kwa bidii.

kuendelea na matatizo na tunategemea kwamba ukiwa mfano umeanza kilimo leo ukalima vizuri na mwaka huu kashinda kuvuna akitegemeti na mwaka nitakuwa enyewe au miaka mitano na nguje enyewe. Tunategemea kuna hatua itatoka, utaenda kwenye hatua nyingine mtukufu, na ndivyo Mungu alivyomuumba mwanadamu. Lakini kuna watu ambao toko kali imeweza kuachiwa katika kanisa wako vile vile, matatizo anaonayo ugonjwa ni yale ya tumbo langu, mgongo wangu miguu yangu mifupa yangu kichwa cha na nat. Inaitwa matatizo yanayojirudia lakini kuna watu ambao kila siku hana hela na kila mara ameishiwa pesa, toka umeanza kuchia katika ukovu ye, matatizo yake ni hayo. Mwaka jana alikuwa na matatizo ya kifedha, mwaka huu hawezi kutunza pesa, zikikaa zikifika shilingi elfu hamsini ameshatumia tayari, ametungua. Amesha tia, amesha matatizo yanakuja kwa maisha yake yote mpaka mwisho mwaka hata ya kama alikuwa anasema mshindi umekua, lakini kila siku yanakuwa ni hivyo. Yani yeye anatoka kushoto anaenda kulia, hakuna kinachoendelea. Mwaka jana alikuwa na mtoto, mwaka wote anakosa mtoto. Mwaka jana alikuwa na nguvu ya kuuma, mwaka wote na ana nguvu ya kuuma. Yanaitwa matatizo yanayojirudia. Lakini usiku kwa manane, inategemewa kwamba umeingia mwaka mwingine, matatizo mengi hata kutokea usiku. Kuna watu wanaingilia usiku, kuna watu wanakutana mapepo usiku, ndoto za ile ile anakuja mpango wa Mungu momu sio uendelevu katika matatizo. Mungu ni yake ni kukukomboa kutoka katika matatizo yote. Kitabu cha Nahumu ile sura ya kwanza mstari wa tisa anaamgia kitu ambacho natamani ukishike kwa ajili ya maombi ya, ya leo. anasema mnawaza nini juu ya Bwana? Swali kubwa sana, wewe unawaza nini juu ya Bwana? Ah, unajua matatizo ni sehemu ya Unajua no, huu ugonjwa Mungu akatikia beti yake, mwaka wa kwanza ugonjwa huu, mwaka wa pili ugonjwa huu, mwaka wa tatu ugonjwa wa tasi, Mungu akakua no, hiyo ni shetani, sio Mungu. Anasema mnawaza kwa, unachokiwaza ndicho utakachokipata, ukiamuku cheti namna unakuwaza. Ndiyo maana Warumi kumi na mbili inasema badilisheni namna mnakuwaza, badilisheni namna mnakufikiri, badilisheni namna mnavyoangalia mambo, na ndivyo Mungu atakupandema, kwa sababu imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana, ni uhakika wa mambo ambao bado yajatokea kwa kama unataka kubadilika lazima uchene imani ya kwenda kwenye hatua nyingine ya maisha yako, badala ya kubaki vile ulivyo. Ukibaki vile ulivyo, maana yake utashindwa kwenda kokote. Lakini ukiamua kubadilika na kubadilisha namna unavyokwenda, naomba nikwambie, ni muda tu utakuwa mtu mwingine katika jina la Yesu. Haleluya! anasema mnawaza nini cio ya Bwana, mnawaza nini chio ya Bwana. Wengi wanawaza mateso yanayojirudia, wengi wanawaza shida zinazojirudia Wengi wanawaza dhambi ambazo hazibadiliki zile zile za mwaka jana, person, mtu yule wa zamani, sio mwingine tena, ajatailiwa kozi na yuko, ni mtu wa kawaida kabisa. na tamani leo, anza kuwaza aliyo mema juu ya Bwana. Haleluya! kwa sababu najua, nasema, ninajua ninachokuwazia wewe, sio mawazo mabaya, ni mawazo ya mema, kukupa wewe matumaini katika siku zako za mwisho. Ndio mpango wa Mungu juu ya maisha yako, shikaidi ubadilishi. Nasema, anaendelea, anasema yeye, yeah, atakomesha kabisa, mateso hayatainuka mara ya pili. Unachiwa, unamuombea watu katika kanisa, unashangaa mtu amefunguliwa, anatoa na ushuhuda, baada ya yeah, wiki moja, ugonjwa umerudi. Yeah, hiyo iyo hiyo, iee, haiwezekani. Mungu akakuponya, huyo akupa maji ya moto, huyo akupa maji ya chumvi, huyo akupa maji ya sukari. Mungu akifanya jambo inatunu Mungu huwafanye jambo alafu inaishia katikati. Mungu afanye jambo au mateso yakajirudia mara mbili, tambua ni adui ambaye kazi yake ni kuweza kuleta mateso na shida katika maisha yako. Unasimama wapi baada ya kupata ufahamu? Natamani sasa pamoja usimame na kitabu cha Isaya 54:17 ambapo andiko anasema, adipo taka kwenda kuombea anasemaje? Isaya 54:17 kwa sababu Kusab, guriu, sa kwa sababu ule mstari ambao utakusaidia kwa njia ya kujua kwamba Mungu ameahidi juu yako, kile Mungu ambacho anakiwaza kipo katika Isaya hamsini na nne kumi na saba. Anasema kila silaha itakaofanyika juu yako haitafanikiwa na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu, kwa kuwa mkosa kuwa mkosa, maana ndio urithi watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana sbya leo tunaenda kukomesha kila aina ya matatizo na mateso ambayo yanajirudia katika maisha yako kwa jina la Yesu. Kila vita ni ukamaji miguu yako kama minyororo leo inaenda kuangushwa chini na kutupwa katika jina la Yesu. Na kila silaha ambayo juu yameinuliwa na kusema utashinda, leo tunaenda kuishinda katika jina la Yesu na damu ya Yesu tateta mema kwa utukufu wa Mungu Baba katika jina la Yesu. Aleluya, tusimame.

toka nyumba baba yangu ambaye amemtesa baba yangu amemtesa mama yangu, kwa tabia yoyote, kwa uchafu wowote, kwa mateso ya umasikini, leo katika jina la Yesu ninaamuru, ewe adui katika mifupa yangu, kauka, angamia, toka, achia njia, katika jina la Yesu. Chochote kinachozuia mipendo ya maisha yangu, achia njia kufa asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Baba, ninaomba rafiki yoyote katika maisha yangu ambaye ni mnafiki, anajitia yuko na mimi, anajitia karibu na mimi, lakini ni mnafiki. Leo ninaamuru mulu aipika ubuka, achia maisha yangu, katika jina china la Yesu. Baba, ninaomba yoyote aliyetumwa kwenda kuchukua baraka zangu akanizuia nisifanikiwe, nisipate mipendo, nisipate neema, leo ninavunja mgongo wake ninaharibu utendaji wake katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, roho yoyote ya kutokuwa na adabu, ya kutokuwa na heshima, aina yoyote ya roho ya uasi ndani ya moyo wangu, leo tenguka, siku take bali nipe moyo moyo wa unyenyekevu moyo wa kutembea na wewe moyo wa kukua koki wewe katika jina la Yesu Baba, katika jina la Yesu, aina yoyote ya wakala wa shetani ambaye ametumwa kuweza kudhibitisha kuwaibika kwangu, kuweza kudhibitisha kuanguka kwangu, kuweza kudhibitisha umaskini sio maisha wangu, leo moto kutoka mbinguni angagiza, wakala toka Achia maisha yangu toka, achia mikono yangu toka, achia fahamu zangu katika jina la Yesu Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo kiungo chochote katika mwili wangu ambacho kinatumika kama madhabau ya shetani kwa ajili ya kufanyia kazi mamlaka za giza, maumivu ya aina yoyote katika sehemu yoyote ya mwili wangu leo, ewe maumivu, kauka. Nina, toka. Ninakataa magonjwa ninakataa maradhi ninakataa maumivu katika jina la Yesu wa Nazareti, katika jina la Yesu wa Nazareti, katika jina la Yesu wa Nazareti, katika jina la Yesu wa Nazareti. Baba, katika jina la Yesu ninalani kila kina magonjwa katika mzizi wake. Toka! mimi sio mgonjwa, sipati magonjwa shingo milele katika jina la Yesu. Baba, ninaomba

Kila tatizo liliyojiinua kinyume cha maisha yangu, wewe wakushindwa, achia maisha yangu katika jina la Yesu. Damu ya Yesu, nenda mema kwa ajili ya roho yangu katika jina la Yesu. Alichoahidi Baba kikatokee kwenye maisha yangu. Chochote ambacho sio cha Baba sasa batilika sasa, batilika katika leo toka, shindwa milele, tambila yoyote isiyokuwa ya Baba unjika alipita katika